Charles Ang'ondo Were aliyekuwa akihudumu hatamu yake ya pili bungeni akiwakilisha eneo bunge la Kasipul hapo jana alasiri alionekana kwenye majengo ya bunge na alisalia bungeni hadi majira ya saa moja jioni kabla ya kufululiza kuelekea nyumbani kwake. Ni katika mzunguko uliopo kwenye barabara ya Ngong kati ya chuo kikuu cha Deisto na makafani ya City ambapo dereva wake alilazimika kusimama, ila hakujua kuwa safari yake Charles Were duniani ingekatizwa sekunde chache baadaye. Kulingana na walioshuhudia yaliyojiri, punde tu gari lake Were lilipunguza kasi kwenye mzunguko huo, abiria mmoja aliyekuwa kwenye bodaboda alishuka na kumiminia gari lake Were risasi kabla ya kutoweka kwenye bodaboda hilo. Licha ya jitihada za kumfikisha kwenye hospitali ya Nairobi kwa matibabu ya dharura, Were tayari alikuwa ameshaaga dunia. Mkuu wa idara ya upelelezi Mohamed Amen, Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja pamoja na wabunge wenza wakifika hospitalini humo, huku mauaji yake yakidaiwa kuwa huenda yameletwa na tofauti za kisiasa. Mbunge huyo mapema mwakani alidokeza kuwa maisha yake yamo hatarini, vurugu ikishuhudiwa katika hafla tofauti alizohudhuria kwenye eneo bunge lake. In ingodnyango, which after the funeral, the road was blocked. I could not pass. Luckily enough, I had the security. The following day, in our funeral in Nyatindo, immediately I arrived there before even praying. one of the notorious Kulingana na taarifa ya idara ya polisi mauaji ya Were yalitekelezwa na muuaji wa kulipwa mwenye tajriba ya hali ya juu, na kuwa uenda mauaji hayo yalikuwa yamepangwa, huku viongozi tofauti wa kisiasa wakiongozwa na Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga wakitaka uchunguzi kabambe kufanyika. Were akijiunga na wanasiasa tofauti nchini waliouawa kwa njia ya tatanishi. Maafisa kutoka idara ya upelelezi hii leo walifika kwenye eneo la mauaji kwenye barabara ya Ngong kufanya uchunguzi zaidi. Killers and the motive. And I believe that soon the DCI will give a public update on the progress of the investigations. We treat it as an act of uh, criminality, a murder of uh, an elected uh, uh, member of parliament um, is uh, regrettable. Ni katika mzunguko huu ambapo mbunge wa Kasipul, Charles Swere alivuta pumzi yake ya, ya mwisho kabla ya kuawa. Maswali yakiendelea ya kuibuka ya, ni vipi waliotekeleza mauaji yake walipata taarifa kuhusiana na safari yake kutoka bunge la kitaifa hadi kwenye mzunguko huu ambapo walipata fursa ya kumwangamiza. Maafisa wa usalama wanapitia picha za kamera ya CCTV katika jitihada za kuhakikisha kuwa waliotekeleza mauaji hayo wanatiwa mbaroni. Ian Keitani, Runinga ya K24, Nairobi.